Majina naitwa Leokadia James Hwago, ni mjumbe serikali ya mtaa wa Amani naishi mtaa wa panyarodi magereza. Nikiwa kama mjumbe wa serikali ya mtaa, kwa kweli swala hili kuhusu ili daraja limekuwa kero, watu wanalipa kodi lakini miundombinu imekuwa ni mibovu. Mkandarasi aliyopewa ili eneo ana miezi karibia minne, yuko anacheza na ili eneo na ili eneo limekuwa kero. Inafika hatua watu wanashindwa kwenda kazini, wengine wanashindwa kwenda mashuleni. Sisi wafanyabiashara tumeshindwa leo kuuza hata maziwa, tunakosa pa kupita. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie kuhusu huyu mkandarasi, kama hajalipwa wamlipe, na kama amelipwa afanye kazi yake aliyopewa. Miezi minne yuko anacheza eneo hili hili, kwa hiyo imekuwa kero sana, na wala sio leo, ni muda mrefu. Mimi imeniathiri kwa sababu nilikuwa ninakwenda hospitalini Seketule lakini nimeshindwa kulingana na usafiri. Kwanza, changamoto ya usafiri ni mgumu, kutoka tu Buongo mpaka hapa Nyegezi tumedaiwa elfu mbili. Kwa kweli imeniasiri kwa mimi kuanzia hivi sasa au toka nimefika haya mazingira, kwa sababu ninatokea Misungwi na ninafanyia kituo hicho nilichowatajia, mpaka kufikia hivi sasa nimeshindwa kufika kazini kwa changamoto hii iliyojitokeza hapa. Ni mvua iliyonyesha usiku wa kuamkia leo, Tumefika hapa tumekuta daraja limejaa na kwa hiyo usafiri umekuwa ni mgumu kutuvusha kutufikisha ngambo ya pili. Rai yangu ni kumwomba mama aweze kuongeza nguvu kazi ili kazi hii inayoendelea hapa iweze kuisha kwa wakati ili tusiweze kuathirika watumishi, kwa sababu kuna watumishi, kuna wafanyabiashara, kuna wanafunzi. Kwa hiyo tunaomba mama aongeze nguvu kazi pamoja na wengine, viongozi wengine ili kazi iweze kuisha. Ni Ambrose Pascal, ni manager wa TANROADS mkoa wa Mwanza. Ni kweli tumepata changamoto kubwa hapa ya mafuriko, kwa maana kwamba maji kupita juu ya barabara kama ulivyoeleza mara kwa mara, baada ya kuongeza, eh, eh, miundombinu ya kuongeza, kuboresha miundombinu ya reli, kwa maana ujenzi wa SGR umesababisha maji sasa yapite sehemu moja kuliko zamani yalikuwa yanatawanyika. Kwa leo maji yote yanayokusanyika kutoka maeneo ya fela na milimani huko yote yanapita hapa eh, daraja ile la Mkuyuni kwa leo, yanasababisha sasa maji ni mengi na yanapita juu ya barabara, na serikali kwa kuona hilo imeweza kutupatia fedha mwaka huu wa fedha wa 24 25 takriban takribani bilioni tano kwa ajili ya kujenga daraja upya hapa, kwa ajili ya kuondoa adha ya mafuriko yanayotokea mara kwa mara, na mkandarasi anayefanya ni mkandarasi mzao anaitwa Jasiani Company. Alishaanza uh, kuinua tuta kama unavyoona hivi la barabara, kwa sababu hapa litapanda, uh, almost mita moja nukta saba. Kwa leo litakuwa kuko juu maji, tuna uhakika hakutakuwa na adha tena yoyote.